Leo tuko katika mradi wetu wa TAZA, tupo katika kuangalia progress ya mradi kiujumla. Tumeangalia, tumekagua, mradi unaendelea vizuri mpaka sasa hivi. Huu mradi kwa ujumla wake umefikia asilimia themanini na tatu na tunategemea kwamba utakamilika mwaka kesho mwezi wa tano. Ni muhimu kwamba ukakamilika kipindi hicho kwa sababu huu mradi tunautegemea kwa hivi karibuni, mmeona kwamba kuna hii mikoa ambayo iko pembezoni ambayo iko mbali na vyanzo vya uzalishaji vinakuwa uh, na umeme ambao hauko hauko stable. Kwa hiyo kukamilika uh, kwa mradi huu utakwenda kuongeza na kuimarisha upatikanaji wa umeme katika mikoa yetu ya Iringa, uh, Njombe, Mbeya, uh, Songwe pamoja na Rukwa. Of course, Rukwa itaingia kwenye grid. Mradi huu unakwenda kuongeza biashara ya, ya, ya umeme miongoni mwa nchi hizi za Afrika Mashariki pamoja na nchi za Kusini. Uh, huu mradi wa TAZA ni mradi ambao unatekelezwa na serikali kwa kushirikiana na uh, wadau wetu wa maendeleo, washirika wetu wa maendeleo World Bank, lakini vile vile, uh, European Union pamoja na shirika la maendeleo la Ufaransa huu mradi kwa ujumla wake unagharimu dola za Kimarekani 584. Ni mradi muhimu sana huu mradi, umuhimu wake ni kwamba unakwenda kuunganisha nchi zilizoko aa, kusini mwa Afrika na nchi ambazo ziko mashariki, na lengo ni kuwezesha kufanya biashara ya, ya umeme kwamba tutakapokuwa na hii line, ambayo itaunganisha hizo nchi basi tunaweza tukafanya biashara katika miongoni mwa hizo nchi.